Ifuatayo ni taarifa ambayo ilitolewa nchini Tanzania na kushtua wengi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, tafadhali subscribe. Serikali ya Tanzania imeanza kuchukua hatua rasmi kufuatia taarifa za tukio la ukatili dhidi ya mtoto linalodaiwa kutokea katika eneo la Kinyerezi Zimbili Mtipesa, karibu na msikiti wa Mzee Uranga, Manispaa ya Ilala, jijini Dar es Salaam. Waziri wa maendeleo ya jamii jinsia, wanawake na makundi maalum, Daktari Dorothy Gwajima amethibitisha kwamba taarifa zilizotolewa na wananchi tayari zimewasilishwa kwa vyombo vya mamlaka na uchunguzi wa kina unaendelea chini ya taratibu za kisheria. Katika ujumbe wake ulioenezwa kupitia mtandao wa Instagram, Daktari Gwajima alitoa shukrani kwa watu waliotoa taarifa kuhusu tukio hilo Ijapo haikutajwa idadi ya taarifa hizo, na akasisitiza kuwa uchunguzi unaendelea kwa ushirikiano na maafisa ustawi wa jamii, viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam na manispaa ya Ilala. Waziri huyo pia aliwahimiza wananchi kubaki na utulivu, huku taarifa kamili ikiandaliwa na kutolewa kwa umma. Aidha, Daktari Gwajima alitaka watu wa jamii kumtafuta mama mzazi wa mtoto huyo kupitia namba maalum ya simu ifuatayo ambayo ni 0765 77 ili kupata ushiriki wa pande husika na kuhakikisha msaada wa haraka unatolewa kwa mtoto, ikiwa ni pamoja na usaidizi wa kisaikolojia na kiafya. Tukio hili linajiri katika mazingira ambapo ukatili dhidi ya watoto unaonekana kuwa changamoto ya kitaifa, na kwa mujibu wa takwimu za kituo cha simu ya msaada wa kitaifa zaidi ya kesi mia moja sitini na tisa za ukatili wa watoto ziliripotiwa ndani ya miezi miwili ya Januari na Februari mwaka elfu mbili ishirini na tano pekee, ikiwa ni pamoja na ukatili wa kimwili kama vile kupigwa, kuchomwa, kunyimwa haki na adhabu zisizofaa, hali hiyo inayotia wasiwasi kuhusu usalama wa watoto katika jamii. Utafiti wa UNICEF na mamlaka za kitaifa unaonyesha kuwa karibu theluthi mbili ya watoto wanakumbana na aina fulani ya vurugu kabla ya kufikisha umri wa miaka kumi na nane ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kimwili na kihisia. Hali hii inaonyesha uhitaji wa mifumo imara ya kulinda haki za watoto na kuzuia uovu huu kabla haujafika hatua mbaya. Sheria za Tanzania ikijumuisha sheria ya mtoto ya mwaka elfu mbili na tisa ya Child Act zinalenga kuwalinda watoto dhidi ya ukatili, Unyanyas, unyanyasaji unyonyaji, wa aina zote za ukiukwaji wa haki za watoto na kuzingatia kanuni za kimataifa kama vile mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za mtoto UNCRC, ambao Tanzania ilisaini mwaka 1991. Waziri Gwajima alisitiza wazi kwamba ukatili dhidi ya watoto ni jambo lisilokubalika na kwenda amana kwamba serikali kwa kushirikiana na jamii itajisatiti kukomesha vitendo hivyo. Amesema hatua kali za kisheria zitatumika dhidi ya yeyote atakayebainika wanahusika katika tukio kama hilo, ikizingatiwa kwamba masharti ya sheria ya mtoto ni muhimu. Hali kadhalika serikali imekuwa ikifanya kazi kupitia mpango wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto ambao ulianzishwa kwa lengo la kutoa mwelekeo wa pamoja na kukabili ukatili huo kwa ngazi ya taifa, mikoa, wilaya na vijiji. Mpango huu unalenga kuboresha utaratibu, ufuatiliaji na utoaji wa huduma kwa waathirika wa ukatili. Kwa upande wa utekelezaji wa sheria, serikali imekuwa ikifanya kazi za pamoja na jeshi la polisi kuweka dawati maalum za jinsia na watoto kwenye ngazi ya polisi ili kuhakikisha kesi za ukatili zinashughulikiwa kwa haraka na kwa uelewa wa masuala ya watoto. Hii ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha haki inatendeka na kwamba watoa huduma wa sheria wana ujuzi wa kutosha kushughulikia masuala ya watoto. Pamoja na juhudi hizi za kisheria na kijamii, changamoto nyingi zinaendelea kutokea, na kati ya changamoto hizo ni ukosefu wa taarifa za uhakika, ukosefu wa mifumo madhubuti ya kutoa taarifa mapema na changamoto za kijamii kama vile ukosefu wa ufahamu wa haki za watoto miongoni mwa wazazi, walimu na viongozi wa kijamii. Tofauti na uelewa kuhusu jinsi ya kutambua na kuripoti visa vya ukatili mara moja inachangia ueneaji wa tatizo hili. Tathmini pia inaonyesha kuwa sehemu kubwa ya ukatili dhidi ya watoto hutokea nyumbani na shuleni yakiwemo mwalimu na viongozi wa kifamilia ambao mara nyingi wana uhusiano wa karibu na watoto, hali inayofanya tukio la ukatili kushindwa kuripotiwa kwa wakati unaofaa. Huko pia uwepo wa changamoto zinazohusiana na ukatili wa mitandaoni dhidi ya watoto ambapo matukio ya ulaghai, kulazimishwa kutuma picha za ngono na unyanyasaji wa kijinsia kupitia mitandao yameongezeka kwa kasi kutokana na matumizi na ongezeko ya teknolojia kwa watoto. Serikali imejitolea kutumia sheria mpya ya ulinzi wa mtandao pamoja na kampeni za elimu ili kukabiliana na hatari hizi. Tukio la Kinyerezi linajikita ndani ya muktadha mpana wa changamoto za ulinzi wa watoto nchini Tanzania na tukio lolote la ukatili dhidi ya mtoto si tu swala la mtu mmoja na familia yake bali ni onyo la kijamii linaloonyesha jinsi mifumo ya kulinda haki za mtoto inavyokabiliwa na upungufu wa taarifa, uelewa na utekelezaji wa sheria. Hii inaonyesha umuhimu wa kuzingatia sheria kuimarisha utamaduni wa kutoa taarifa mapema na kutoa elimu ya haki za mtoto kwa jamii nzima. Ulinzi wa watoto ni jukumu la kila mmoja na serikali, jamii, wazazi, walimu na viongozi wa dini na kijamii. Kwa mujibu wa sera za serikali ambazo zinahimiza ulinzi wa haki za watoto pamoja na ushirikiano uh, na, mata, na mashirika ya ndani na kimataifa, ni wazi kwamba hatua wa zinachukuliwa ingawa bado kazi kubwa inabaki mbele ili kuhakikisha watoto wanaishi katika mazingira salama yenye heshima na haki zao zinatunzwa kikamilifu. Ndio hayo tuliyokuandalia siku hii ya leo, kutoka hapa Tanza Pulse, chaneli yako pendwa inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kwa mfuasi wetu kwa kusubscribe, like na kushare video zetu, na vilevile, kumbuka waweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi. Unachotakiwa ni kugonga alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kupokea notification wakati tunaleta video mpya.